Za swala ziko nane. ziko ngapi? Nane. tumetoka katika swala, kuna arkan na kuna wajibati. Ndio tumeanza na arkan, wajibati zitakuja, sunan kama atakuwa ameziweka au kama hakuziweka basi la basi, zitapatikana katika vitabu vingine. wa wajibatu ha thamania nyajibu za swala ni nane, jamii. wa takbirati, takbira zote ghairu takbirati al-ihrami isiyokuwa takbira ya kuhirimia swala, ile takbira wakati unaingia swala, ile ni rukun, ni nguzo na kama hukule, kama hukuleta, ile swala yako ni batili, ile ya kuingilia kwenye swala ya kwanza ni lazima. Subhana rabbiyal azim, kusema subhana rabbiyal azim unapokuwa katika rukuu, huu ni wajibu na tafsiri ya subhana rabbiyal azim, ametakasika Mola aliye mkubwa. Fi ruku unapokuwa kwenye nini? Kwenye ruku. Lakini subhana ina tafsiri kubwa zaidi hii, huwa tunakatisha tunasema, ametakasika Mola mwenye sifa za ukamilifu na aliye mbali na sifa za nini, ambazo za mapungufu, juu tafsiri yake hasa hii utaisema katika rukuu. Kile kitendo cha kusema katika rukuu ule unaitwa ni wajibu wa swala. Neno sami Allahu liman hamidahu, amemsikia Allah yule anayemtaja kwa sifa zilizo njema, na hii ni wakati wa kutoka katika nini, katika rukuu. Sami Allahu liman hamida, haya maneno huwajibu atausema nani lilimami imamu atasema, walmunfaridi na ane swali peke peke yake atasema. Simenelewe, eh? Imamu atasema na ane swali peke yake atasema. Hapa hajamuonyesha maamuma aneswali anefanyaje? Aneswalishwa ane aneeswalishwa, kwa maana ni imamu na nani anayeswalishwa atasema rabbana walakal hamd. Rabbana ni zako rabbana, rabbana ewe Mola wetu ewe mlezi wetu, walakal hamd ni zako wewe, sifa njema, sifa zote zilizo njema. Lil imami walmamuma, kwa ajili ya imamu na nani? Na, nani? na maamuma. Hapa wote imamu walmamumi walmunfarid <coughs> na anayeswali peke yake, na anayeswali nini peke yake na hii aliposema baada ya kusema samia allahu liman hamida aseme imamu na munfarid. Sheikh amechukua kule wa idha kala li imamu samia allahu liman hamida fakulu rabbana wala kalhamd, amechukua hii japo kuna baadhi ya riwayati zingine pia zinaruhusu pia hata yule imamu pia na yeye kusema samia allahu liman hamida jaiz, lakini amechukua ile dhahiri ya hadithi ilivyo. Kwa hiyo ipo sawa, ipo sawa, na ukisema hivyo umepatia. subhana rabbi alaa fi sujud, kusema subhana rabbi alaa unapokuwa katika nini, katika sijida kule. Kusema subhana rabbi alaa katika sijida pia ni nini? Ni wajibu, miongoni mwa nyajibu za swala. rabbi ighfirli, kusema rabbi ighfirli Unaposema subhana rabbiyal ala umetakasika ewe Mola ulio juu. Umetakasika ewe Mola ulio juu. Rabbighfirli ewe Allah na kuomba unisamehe. Usema kitendo wakati umesujudu wakati umepumzika pale kabla ya kusujudu unatakiwa useme rabbighfirli ewe Allah na kuomba nisamehe mimi. Rabbighfirli baina sijidataini baina sijida mbili, unaweza dua ni ndefu, lakini uchache wake

wamaada hadha tofauti na hivi tulivyovisema, vikija vingine fasuanu zikuwa ni sunna za swala, wa aqwalu, maneno, wa afwalu, na vitendo. Sasa hivi hizi sunanu hizi ambazo ni wajibati tumezitaja, nini hukumu yake mtu anapoacha kwa makusudi? Ili swali namba moja, ukiacha kwa makusudi, swala yako ni batili itifaki wanazuoni, sala yako ni batili hiyo. Namba mbili, huu wajibu ukiusahau, umeusahau ukaukumbuka baadaye, kusema subhana rabbiyal a'la kwenye nini? kwenye sijida au rabia l adhim kwenye nini? Kwenye rukuu. Utaleta sijida ya nini? Ya kusahau kabla ya nini? Kabla ya swala. ya tatu, umesahau kusema kuleta wajibu wa swala, umesahau kutoa nini? Salamu ya nini? ya ku, sijida ya nini? Ya kusahau. Umetoa salamu baadaye ukakumbuka, kwa kuwa sijida sahau yake ilikuwa ni kabla, basi swala yako itakuwa nini? Ni sahihi, usujudi tena Tuko pamoja, tayib. Kinyume na hapo, basi yakija mengine na hapo itakuwa ni nini, ni sunna ya swala na wala siyo wa